Jua lilikuwa linazama taratibu, likiacha mawingu mekundu angani, huku upepo mwanana ukipuliza mitaani. Daniel alikuwa amerudi nyumbani kutoka kazini, lakini badala ya kuingia moja kwa moja ndani, aliamua kupitia kijiwe cha kahawa kilichokuwa karibu na maskani yao. Hicho kilikuwa ni sehemu ya kupumzika kwa wanaume wengi wa mtaa huo, mahali ambapo mijadala ya kila aina ilitawala kuanzia siasa, maisha ya ndoa, hadi afya ya mwili na mahusiano. Akiwa ameketi na kikombe cha kahawa mbele yake, Daniel aliungana na wenzake waliokuwa wakijadili mada iliyomvutia: vyakula vinavyoongeza hamu ya tendo la ndoa. Unajua ndugu zangu, kuna vyakula fulani ambavyo vikiliwa mara kwa mara vinasaidia sana kuimarisha nguvu za mwili na kuongeza hamu ya kushiriki tendo la ndoa, alisema mmoja wa wazee wa kijiwe, Mzee Rashid, ambaye alijulikana kwa ushauri wake wa busara. Kweli kabisa, aliitikia Juma, kijana aliyekuwa anafahamika kwa mapenzi yake ya lishe bora. Watu wengi wanahangaika na matatizo ya nguvu za kiume na hamu ya tendo la ndoa kwa sababu hawajui kuwa chakula ni tiba ya kwanza. Daniel alimsikiliza kwa makini akiwa na shauku ya kufahamu zaidi vyakula vinavyoongeza hamu ya tendo la ndoa. Moja. karanga na njugu. Faida, karanga zina madini ya arginine ambayo husaidia kuongeza mtiririko wa damu mwilini, hasa kwenye sehemu za uzazi. Zina virutubisho muhimu kama zinc vinavyosaidia kuongeza uzalishaji wa homoni za ngono kama testosterone kwa wanaume, husaidia kuboresha stamina na nguvu za mwili. Mbili, samaki wenye mafuta: salmon, tuna na sardines. Faida: samaki hawa wana omega 3 fatty acids ambazo zinasaidia kuboresha mzunguko wa damu, jambo linalochangia msisimko mzuri wa mwili wakati wa tendo la ndoa. Pia wana madini ya zinc na selenium ambayo huchochea uzalishaji wa homoni muhimu za mapenzi. Tatu, parachichi. Faida: limejaa vitamini E ambayo ni muhimu kwa kuongeza stamina na nguvu za mwili. Lina madini kama potassium ambayo husaidia mfumo wa mishipa ya damu kufanya kazi vizuri na kuongeza msukumo wa damu kuelekea sehemu za uzazi. Nne, asali mbichi. Faida: inasaidia kuongeza kiwango cha nishati mwilini kwa haraka. Ina madini ya boron yanayosaidia mwili kutumia homoni za uzazi kwa ufanisi. Tano, chaseza na dagaa. Faida: Chaza oysters na dagaa ni moja ya vyakula vyenye kiwango kikubwa cha madini ya zinc, yanayosaidia kuongeza hamu ya tendo la ndoa kwa wanaume na wanawake. Husaidia kuboresha uzalishaji wa manii kwa wanaume. Sita, pilipili kali faida: inasaidia kuongeza msukumo wa damu mwilini, jambo linalochochea hisia za mapenzi. Ina capsaicin, kiungo kinachosaidia mwili kutoa homoni za furaha endorphins, zinazosaidia kuongeza hamu ya tendo la ndoa. Saba, Ndizi. Faida, ndizi zina madini ya potassium yanayosaidia kuimarisha msuli wa moyo na kuongeza nguvu mwilini. Pia zina bromelain enzyme ambayo huchochea uzalishaji wa homoni za mapenzi. Nane, chokoleti nyeusi, dark chocolate. Faida, inasaidia kuongeza utoaji wa homoni za furaha mwilini kama dopamine na serotonin ambazo huongeza msisimko wa kimapenzi. Inaboresha mzunguko wa damu, jambo linalosaidia katika utendaji wa tendo la ndoa. Tisa, spinachi, na mboga za majani. Faida, zina madini ya magnesium ambayo husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza mtiririko wa damu mwilini. Zina folic asidi inayosaidia kuongeza homoni za uzazi kwa wanawake. Kumi, mtindi na maziwa. Faida, yana kiwango kizuri cha madini ya zinc ambayo ni muhimu kwa afya ya uzazi. Yanasaidia kuboresha mzunguko wa damu hivyo kuongeza msisimko wa kimapenzi. Mjadala wazidi kupamba moto. Baada ya kusikia haya yote, Daniel alishusha pumzi na kusema, haya mambo yana mantiki sana, lakini je, kuna vyakula ambavyo vinapaswa kuepukwa ili kuimarisha afya ya ndoa? Mzee Rashidi alicheka kidogo kisha akajibu, bila shaka kuna vyakula vinavyoweza kupunguza hamu ya tendo la ndoa. Mfano ni vyakula vyenye sukari nyingi, vyakula vya mafuta mengi, pombe kupita kiasi, na vile vyenye viambato vya kemikali vingi. Hivi vinaweza kusababisha uzito kupita kiasi kupunguza msukumo wa damu na kushusha kiwango cha homoni za uzazi. Wote waliokuwepo kijiweni walitikisa vichwa kwa kukubaliana. Danieli alihisi kuwa amejifunza kitu kipya. Akiwa njiani kurudi nyumbani, alijiwekea lengo la kubadili lishe yake na ya Sofia ili kusaidia afya yao ya uzazi na kuongeza furaha kwenye ndoa yao. Nitahakikisha tunakula vyakula bora, sio tu kwa afya bali pia kwa ustawi wa ndoa yetu, alijiambia kimoyomoyo, huku akitembea kwa hatua za matumaini kuelekea nyumbani. Daniel alipokuwa njiani kurudi nyumbani, macho yake yalitua kwenye kibanda kidogo cha supu kilichojaa harufu ya kuvutia. Ilikuwa sehemu maarufu kwa wauzaji wa supu ya pweza, chakula kilichosifika kwa kuongeza nguvu za mwili na hamu ya tendo la ndoa. Bwana mkubwa, njoo ujilishe vizuri leo, muuzaji alimwita kwa sauti ya ushawishi. Daniel alitabasamu na kusema, nipe kikombe kimoja cha moto. Akiwa anasubiri, macho yake yaliangukia meza ya jirani ambapo karanga zilikuwa zimepangwa vizuri. Akakumbuka mazungumzo ya muda mfupi uliopita kule kijiweni. Kama kweli vyakula hivi vina nguvu kama walivyosema basi leo nitajaribu, alijiambia kimoyomoyo huku akichukua karanga pia. Baada ya kumaliza supu yake alichukua mfuko wa karanga na kuelekea nyumbani. Sofia amkaribisha kwa upendo. Alipofika, Sofia alikuwa jikoni akimalizia maandalizi ya chakula cha usiku. Alimkaribisha kwa tabasamu tamu akimpa busu la shavu. Mume wangu umechelewa kidogo leo. Alisema kwa sauti nyororo. Nilipitia kijiweni, kisha nikasema nipitie supu ya pweza hapa njiani, alijibu huku akimkabidhi karanga. Sofia alicheka kidogo. Naona leo una mipango ya nguvu. Si mipango ni lishe bora tu, Daniel alisema huku akifungua mfuko wa karanga na kula chache. Waliketi pamoja wakizungumza mambo ya siku nzima huku wakila. Sofia alifurahia jinsi mumewe alivyo makini na afya yake, lakini hakujua ni nini kilikuwa kinachemka kichwani mwa Daniel. Usiku wa moto. Baada ya chakula cha jioni, walielekea chumbani. Sofia alilala taratibu akijipanga kwa usingizi mtamu, lakini Daniel alihisi mwili wake unaongezeka joto taratibu. Moyo wake ulianza kwenda mbio na hisia za ajabu zikamtawala. Akajigeuza na kumtazama mkewe aliyekuwa amelala kifua juu, ngozi yake iking'aa chini ya mwanga hafifu wa chumba. Akamgusa taratibu, kisha akamnong'oneza kwa sauti ya upole lakini yenye msisimko Mke wangu, nahisi leo usiku utakuwa wa tofauti sana. Sofia akafumbua macho taratibu, akihisi mkono wa mumewe ukimpapasa kwa upole. Daniel, kuna nini? aliuliza kwa sauti ya upole. Daniel alimsogelea zaidi, akihisi moto wa ndani ukiwaka kwa kasi. Nataka uwe wangu Sofia, usiku wa leo ni wa kipekee. Sofia alitabasamu, akielewa kile alichomaanisha, akajisogeza karibu na mumewe akihisi mapigo yake ya moyo yakipiga kwa kasi. Hakukuwa na maneno zaidi yaliyohitajika, ilikuwa ni usiku wa mapenzi motomoto ambao wangesimulia kwa nyuso za furaha siku nyingine. Asubuhi ilipotimu, mwanga hafifu wa jua uliingia kupitia pazia la dirisha ukiangaza chumba kizima. Daniel alikuwa bado amelala usingizi mzito, mwili wake ukiwa umechoka kutokana na usiku wa moto waliokuwa nao. Lakini Sofia, kwa upande wake, hakuweza kulala vizuri Alijihisi mnyonge na mwili wake ulikuwa na uchovu mwingi, lakini kilichomfanya akose usingizi zaidi ni maumivu aliyoyahisi kwenye sehemu za chini ya tumbo. Usiku uliopita, wakati wa raundi ya tatu ya tendo la ndoa, alikuwa ameanza kuhisi maumivu makali, lakini hakutaka kumkatisha Daniel. Alivumilia hadi mume wake alipomaliza, lakini sasa, akiwa amelala kifua juu, alihisi kitu cha ajabu. Alijigeuza taratibu na kuhisi unyevunyevu katikati ya mapaja yake. Moyo wake ulibanwa na hofu kali. Mungu wangu, alijisemea kimoyomoyo huku akiinuka haraka na kuelekea bafuni. Aliposhusha nguo yake ya kulala, aliona tone jekundu kwenye chupi yake. Damu. Daniel alipaza sauti kwa hofu. Mume wake alishtuka kutoka usingizini, akiinuka haraka. Kuna nini, Sofia? Aliuliza kwa wasiwasi, macho yake yakiwa na usingizi mzito. Ninaona damu. Sofia alisema kwa sauti ya hofu. Mikono yake ikitetemeka. Daniel aliruka kitandani kwa haraka na kumfuata bafuni. Alipomwona mke wake amesimama huku akitazama damu iliyokuwa kwenye nguo yake ya ndani, alihisi moyo wake ukiganda. Hapana, hapana, siwezi kupoteza tena mimba hii. Sofia alisema kwa sauti ya kilio, macho yake yakiwa na hofu kubwa. Daniel alimsogelea na kumshika mabega kwa upole. Mke wangu, tulia, hatutajua chochote hadi tuende hospitalini. Tafadhali. Va haraka twende kwa Daktari Chilo. Sofia alitikisa kichwa, machozi yakitiririka mashavuni mwake. Hili lilikuwa jaribio jingine katika safari yao ya kuwa wazazi. Je, damu hii ilimaanisha nini? Je, ilikuwa ni dalili ya kupoteza ujauzito tena? Daniel alijaribu kuwa mtulivu, lakini ndani ya moyo wake alihisi hofu kubwa kama vile dunia yote ilikuwa inamzunguka kwa kasi isiyoeleweka. Gari la Daniel lilifika kwa kasi hospitalini. Likapaki mbele ya jengo la wagonjwa wa dharura. Alimfungulia mke wake mlango na kumshika mkono, akiongoza kwa haraka kuelekea ndani. Uso wa Sofia ulikuwa na hofu kubwa na mwili wake ulikuwa dhaifu. Daktari Chilo yupo? Daniel aliuliza kwa wasiwasi, mara baada ya kufika mapokezi. Ndiyo, subiri kidogo, muuguzi alijibu, huku akichukua simu kumpigia daktari. Baada ya dakika chache, mlango wa ofisi ya daktari Chilo ulifunguliwa. Karibuni ndani, daktari alisema kwa utulivu, akiwatazama kwa macho ya huruma. Daniel alimsaidia mke wake kuketi kwenye kiti kilicho mbele ya dawati la daktari. Daktari, tumepata mshituko mkubwa sana. Leo asubuhi, Sofia alipoamka aliona damu kidogo na tulihisi kuna tatizo kubwa, alisema kwa sauti nzito. Daktari Chilo alimgeukia Sofia. nataka unieleze kwa kina, damu ilianza saa ngapi na ilikuwa nyingi kiasi gani? Sofia alishusha pumzi nzito, akajitahidi kutulia. nilihisi maumivu makali usiku Hasa baada ya... alishusha sauti akitazama chini kwa aibu. Baada ya kufanya tendo la ndoa? Daktari Chilo aliuliza kwa upole. Sofia alitikisa kichwa, ishara ya kukubali. Daniel alisogea kidogo kwa aibu, akijua kuwa usiku wao ulikuwa mkali zaidi ya kawaida. Daktari Chilo aliandika jambo kwenye daftari lake, kisha akamuuliza Sofia, ulikuwa na maumivu makali sana? Ndiyo, hasa raundi ya mwisho nilihisi maumivu ya ndani kabisa, lakini niliamua kuvumilia. Sofia alijibu kwa sauti ya unyonge. Daktari Chilo alishusha miwani yake kidogo na kuangalia kwa makini. Kwa hiyo mna maana kuwa mna uhakika damu hii imeanza asubuhi baada ya usiku wa mapenzi yenye nguvu? Daniel alimeza mate akihisi joto likimpanda. Ndiyo daktari, alijibu kwa sauti ya chini. Daktari Chilo alitulia kwa sekunde kadhaa, kisha akasema, basi damu hii inaweza kuwa imesababishwa na tendo la ndoa kali kupita kiasi. Inawezekana kuwa shingo ya mfuko wa uzazi Cervix imeathirika kidogo kwa sababu kipindi cha ujauzito mishipa ya damu kwenye eneo hilo huwa dhaifu sana. Sofia alishika tumbo lake kwa hofu. Daktari J, hii inamaanisha kuwa mimba yangu ipo hatarini? Daktari Chilolo alitabasamu kwa utulivu. Siyo lazima iwe hivyo, lakini tunapaswa kuwa waangalifu. Hii inaweza kuwa damu ya kawaida kutokana na shinikizo lililotokea wakati wa tendo la ndoa, lakini pia inaweza kuwa ishara ya tatizo kubwa. Nitakufanyia uchunguzi wa ultrasound ili kuhakikisha kila kitu kiko salama. Daniel alimpapasa mkono mke wake kwa upole. Tutasubiri majibu mpenzi, tafadhali tulia. Daktari Chilo alisimama na kuelekeza chumba cha uchunguzi. Hofu ilikuwa imetanda kwa wote wawili. Je, majibu yatakuwa mazuri au safari yao ya ujauzito ilikuwa inaelekea ukingoni tena? Baada ya uchunguzi wa ultrasound kukamilika, daktari Chilo aliangalia skrini kwa umakini, akihakikisha kila kitu kiko sawa. Alipomaliza aligeuka na kutabasamu kwa upole. Habari njema ni kwamba mtoto yupo salama, mapigo ya moyo yake yapo kawaida na hakuna ishara yoyote ya mimba kutoka, alisema huku akiwatazama Sofia na Daniel. Sofia alishusha pumzi ndefu kwa faraja, macho yake yakijawa na machozi ya furaha. Daniel naye alishika mkono wa mke wake kwa nguvu, akijua kuwa hofu yao kubwa ilikuwa imepungua. Lakini daktari Chilo aliongeza kwa sauti ya tahadhari, hii damu haitakiwi kupuuzwa inapaswa kuwa onyo kwako Sofia, kwamba unapaswa kuwa mwangalifu sana. Sofia alijaribu kukaa sawa kitandani, akimwangalia daktari kwa makini. Daktari, ni nini hasa kinachosababisha mjamzito kuona damu katika miezi mitatu ya kwanza? Daktari Chilo aliweka miwani yake vizuri, kisha akaanza kufafanua sababu zinazoweza kusababisha mjamzito kuona damu katika miezi mitatu ya kwanza. Moja, kupandikizwa kwa yai lililorutubishwa Implantation bleeding hii hutokea katika wiki ya kwanza au ya pili baada ya kushika mimba. Yai lililorutubishwa linapojishikiza kwenye ukuta wa mji wa mimba linaweza kusababisha kutokwa na damu kidogo, ambayo mara nyingi haidumu kwa muda mrefu. Mbili, mabadiliko ya shingo ya kizazi cervical changes. Wakati wa ujauzito, shingo ya kizazi huwa na damu nyingi zaidi na inakuwa nyororo. Hii inamaanisha kuwa tendo la ndoa au hata uchunguzi wa daktari unaweza kusababisha kuvuja damu kidogo. Tatu, maambukizi, infections. Maambukizi ya njia ya uzazi, kama vile maambukizi ya bakteria, magonjwa ya zinaa STIS -i, au fangasi yanaweza kusababisha kuvuja damu. Nne, polyp ya shingo ya kizazi, cervical polyp. Hii ni aina ya uvimbe mdogo usio wa hatari unaoweza kuwa kwenye shingo ya kizazi na ukavuja damu kwa urahisi wakati wa ujauzito. Tano, tishio la mimba kuharibika, Threatened miscarriage. Wakati mwingine Mjamzito anaweza kupata damu ikiwa mwili wake unajaribu kuashiria kuwa mimba ipo hatarini. Hali hii huambatana na maumivu ya tumbo. Sita, mimba nje ya mji wa mimba ectopic pregnancy. Hii hutokea pale ambapo yai lililorutubishwa linajishikiza nje ya mji wa mimba, kwa mfano kwenye mirija ya uzazi. Hali hii ni hatari na inahitaji matibabu ya haraka. Saba, mimba ya maji molar pregnancy ni hali nadra ambapo badala ya mtoto kuendelea kukua, tishu isiyo ya kawaida hukua ndani ya mji wa mimba na inaweza kusababisha kutokwa na damu. Jinsi ya kuepuka hali hizi. Daktari Chilo alimtazama Sofia kwa umakini: ili kuhakikisha afya yako na ya mtoto wako, hakikisha unafuata haya. Epuka tendo la ndoa lenye nguvu sana. Shingo ya kizazi ni laini sana wakati wa ujauzito, hivyo tendo kali linaweza kusababisha damu. Fuatilia hali ya mwili wako ikiwa damu inaendelea kutoka au inaambatana na maumivu makali, njoo hospitali mara moja. Epuka kunyanyua vitu vizito, shinikizo kwenye tumbo linaweza kusababisha matatizo. Hakikisha usafi wa mwili, maambukizi yanaweza kusababisha kutokwa na damu, hivyo ni muhimu kudumisha usafi wa sehemu za siri. Fanya uchunguzi wa mara kwa mara, hii itasaidia kugundua tatizo mapema ikiwa lipo. Sofia alitikisa kichwa kwa kuelewa, akimshika mkono mume wake, tutazingatia daktari, asante sana. Daktari Chilo alitabasamu. mimi nipo hapa kwa ajili yenu. Nendeni nyumbani, pumzika na tafadhali epuka kufanya mapenzi kwa siku chache, ili mwili upate nafasi ya kupona. Daniel alitabasamu kwa aibu, lakini akakubali. Waliondoka hospitalini wakiwa na amani mioyoni mwao, wakiwa na uhakika kuwa ujauzito wa Sofia ulikuwa salama, lakini kwa tahadhari kubwa zaidi. Je, Sofia ataweza kuendelea na ujauzito wake bila matatizo zaidi? Je, ataweza kujizuia na majaribu ya Danieli ambaye sasa ameanza kugundua athari za vyakula vyenye kuongeza hamu ya tendo la ndoa? Na je watafuata ushauri wa daktari Chilo ipasavyo? Usikose sehemu inayofuata ya hadithi hii yenye msisimko na elimu kuhusu afya ya uzazi, ujauzito na changamoto zake. Endelea kufuatilia, usikose sehemu ya tatu ya simulizi hii ya afya ya uzazi uliyoingiza sisa hii. Imeandaliwa na Daktari Chilo.